Mabinti wengi ambao wamezaliwa miaka ya 98 mpaka elfu mbili sasa mwaka elfu mbili wanakabiliwa na changamoto hii ya saratani ya mlango wa kizazi kuliko wanawake wa kundi lingine lolote, kwa sababu uh, mabinti wengi waliozaliwa kipindi hichi wanawahi kuanza kufanya ngono. Yani unakuta binti ana miaka kumi na tatu kumi na nne ameshaanza kufanya ngono. Chalenji kubwa ni nini? Ni kwa sababu ana mwanamke anapowahi kuanza kufanya ngono kuna chance kubwa sana akapata maambukizi, na moja kati ya maambukizi ambayo yanaongozwa kwa kusababisha hii saratani ya mlango wa kizazi ni maambukizi ya HPV, human papiroma virus. Hawa virusi wanasambaa kwa njia ya ngono na kwa mwanamke uh, hawa virusi wakiwemo ndani ya mwanamke kwa muda mrefu sana zaidi ya miaka kumi na tano baadaye wanakuja kusababisha saratani, ingawa uwepo wao ndani ya mwanamke unaweza usitambulike kwa muda mrefu sana na mwanamke akaona it's okay. Mara chache sana inaweza ikatokea mwanamke akapata zile genital warts, kunakuwa kama vinyamanyama vinaota sehemu za siri. Hiyo ndio ishara kubwa ambayo ya macho ambayo unaweza ikakupa ku, taarifa kwamba kuna hawa papilloma ndani ya mwili. Lakini tofauti na hapo, hawa papilloma unaweza wakaishi ndani ya mwili kwa muda mrefu bila kukuletea shida lakini baadaye wanapokuja kusababishia matatizo ya saratani ndo unaanza kupata dalili hii ni kwa mabinti ambao wameanza kufanya ngono wakiwa na umri mdogo hasa mabinti wa miaka hii ya elfu mbili sasa kama upo kwenye hilo kundi uliwahi kufanya ngono ukiwa bado na umri mdogo na haukuwa makini maana yake ulifanya ngono zembe ukakutana na watu tofauti tofauti bila kutumia kinga kama unasumbuliwa na dalili zifuatazo ni vizuri kwenda kufanya check up ya kufahamu, uh, kuangalia ile cervical cancer ama saratani ya mlango wa kizazi, kama unapata dalili zifuatazo: moja, unapata uh, hedhi isiyokuwa na mpangilio, hedhi isiyokuwa na mpangilio. Unaweza uh, ukakuta pia wakati wa sex, sexual intercourse, ama kwa maana wakati wa kujamiana ukajikuta baada ya kumaliza kujamiana unatokwa na damu n yani unaona damu, kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa hivyo kama unapata hizi uh, damu unatokwa na damu ukeni okay, mara kwa mara hata kipindi ambacho sio kile cha periodi uh, wakati unajamiana pia unapata damu ama katika mazingira yoyote, sio ishara nzuri, ni miongoni mwa dalili za awali za hii saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni ma uchafu keni ambao unakuwa unaambatana na maumivu, na unaweza ukawa una rangi kama vile pinki vile, au unakuwa na damu ndani yake, unakuwa na rangi nyeusi browni. Ni vitu ambavyo sio vya kawaida. Unapoviona hivi vitu na tayari una hii history ya kuwahi kuanza kufanya ngono ukiwa na umri mdogo, ni vizuri ukenda kufanya check up, kwa sababu ni dalili za hii saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia kama unapata maumivu ya uh, pelvic ama via vya uzazi kinena na maeneo yote yanayozunguka mfumo wa uzazi, kama unapata maumivu ya mara kwa mara, sio kitu cha kawaida, ni vizuri kuwahi uh, hospitali kufanya check up. Lakini pia kama unapata ile maumivu makali sana wakati wa kujamiana, yani wakati au baada ya kujamiana, ni moja kati ya ishara pia unaweza ukawa na changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia kama kwa vipindi ama mara kwa mara unapata changamoto ya maumivu unapoenda kukojoa, basi ni miongoni pia mwa ishara kwamba yawezekana una hii changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Vile vile maumivu ya mgongo hasa chini ya mgongo, maumivu ya chini ya mgongo hapa karibu na kiuno, kama unapata yo maumivu ya mara kwa mara na hauna changamoto nyingine yote ya kiafya lakini una historia ya kuwahi kufanya kujamiana ukiwa na umri bado mdogo, na hukutumia kinga, ni vizuri kuwahi kwenda kucheki saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia kama unapata changamoto ya kuvimba uh, kuvimba uh, miguu na mwili kwa ujumla miguu, hasa miguu uh, hasa ule uvimba unafanana na kile kipindi cha ujauzito kwa watu ambao wamepata ujauzito wa wamama ambao tayari wameshawahi kujifungua kuna ule uvimbe, kuna kipingi cha ujauzito, unakuta mwanamke ana vimba sana, unaita pregnant edema. Sasa ile edema inaweza ikatokea pia kwa mwanamke ambaye ana hii changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi, hasa maeneo ya miguuni. Kwa hivyo kama unapata hii changamoto, basi ni vizuri kuwahi hospitalini, ishara kwamba uh, unaweza ukawa na hii cervical cancer. Lakini pia uchovu na udhaifu wa mwili ni vitu ambavyo huwa vinajitokeza sana, na maumivu ya mwili pia. Saratani uh, moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha sana maumivu. Dalili moja kubwa ya, ya saratani ama negative impact kubwa sana ya saratani ni maumivu ya mwili. Lakini pia kuna kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito bila sababu. Kupungua uzito, zingatia, kupungua uzito ni kitu muhimu sana. Unapopungua uzito ghafla bila sababu moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvitilia shaka na kufika hospitalini mapema kujua shida ni nini. Moja kati ya vitu ambavyo huwa vinasababisha uzito kupungua kwa kasi sana huwa ni matatizo ya saratani, na lakini pia dalili nyingine ni kuwapo kwa uvimbe maeneo ya sehemu za siri. Kwa wanawake ambao unakuta huwa wanapenda kujichunguza, anaweza akaingiza kidore akawa anahisi kabisa maeneo ya uke wake Uh, hayapo sawa, labda unakuta kama unahisi kama kuna mauvimbe uvimbe haueleweki kama kuna vitu vigumu vigumu, kama unaona hizo dalili uh, basi ni vizuri kuwahi hospitalini kufanya check up. Saratani ya mlango wa kizazi ni dangerous sana, kwa sababu inawasababishia kwa asilimia kubwa, inasababishia wanawake kuishia kuwa wagumba na matasa, yani kushindwa kupata watoto, kupoteza ule uwezo ama ile sifa ya kuwa mwanamke hasa kwa sababu, mwanamke sifa kubwa ya mwanamke ni kuzaa. Mwanamke kama hajazaa inaweza ikawa ni changamoto sana. Sasa ni bora uwe na hii changamoto ya kutokuzaa kwa sababu nyingine ambazo ziko nje ya uwezo, lakini sio kwa matatizo kama haya, saratani ya saratani ambayo yanaweza yakatibika na unaweza ukayadetect mapema kabisa na ukapata msaada. Hapo utakuwa umeenjoy mpaka wakati mwingine. bye, bye.